Habari ya dharura ni kuwa katibu katika wizara ya masuala ya nje Kori Sing'oei Jumapili aliandaa mazungumzo ya simu na mwenzake wa Vietnam kuhusiana na juhudi za kumwokoa Mkenya Margaret Nduta anayekabiliwa na hukumu ya kitanzi nchini humo. Bwana Sing'oei alisema naibu waziri wa masuala ya kigeni Nguyen Minh Hang alimhakikishia kuwa ombi la Kenya kuwa Nduta asinyongwe lilikuwa likitathminiwa. Nikinukuu maneno ya Sing'oei, nilimwambia Bihank kuhusu wasiwasi wa Wakenya kuhusiana na kitanzi kilichokuwa kikinukia kwa raia wetu na kumwomba hukumu hiyo isitekelezwe. Hiyo itatoa muda kwa Kenya na Vietnam kusaka mwafaka ya kupata suluhu kwa swala hili. Alizidi kumshukuru Bihank kwa kumhakikishia kuwa ombi la Wakenya linatathminiwa na utawala wa Vietnam. Katibu huyo aliwahakikishia Wakenya kuwa ubalozi wa nchi kule Vietnam ulikuwa ukifuatilia kesi hiyo kwa lengo la kuhakikisha Nduta hakutani na kamba. Baada ya kilio kutoka kwa Wakenya kuhusiana na masaibu ya Nduta, serikali ilionekana kuchukua hatua za kidiplomasia kuokoa raia wake. Hiyo ndio habari iliyotufikia ya dharura na tuweze kupatana tena wakati mwingine. Ya habari kama hii itakapogonga meza yetu ya habari. Langu jina ni Shadz Nyawade.